Kifaa chako cha mawasiliano ulinde ma ah, na udukuzi, usifungue linki usizozijua uya vibiti matumizi ya kimtandao mamlaka ya mawasiliano tanzania tcra inasema ni rahisi sana kuwa salama mtandaoni jilinde dhidi ya udukuzi kwa kutofungua linki usizozijua dhibiti matumizi ya mtandao yasiyofaa kwa watoto ni rahisi sana kumtambua tapeli kama haja kupigia na nambari mia moja jua ni tapeli ni rahisi sana kuripoti utapeli kwa kutuma namba ya tapeli kwenda 15040 ni rahisi sana kuhakiki laini zako za simu kwa kubofya nyota mia moja na sita alama ya reli.